Tukianza na ligi kuu ya kandanda Tanzania Bara ambayo imeendelea kutimua vumbi leo kwa kuchezwa michezo minne. Mchezo mapema kabisa leo ulichezwa saa nane mchana ulikuwa kati ya African Lion leo wakabili wagonga nyundo kutoka Mbeya, Mbeya City katika dimba la Uhuru, Dar es Salaam, na kufanikiwa kupata ushindi wa magoli mawili kwa bila. Bingwa mtetezi wa ligio Yanga, wakicheza ugenini dhidi ya wenyeji Kagera Sugar, katika dimba la Kaitamba, wameandikisha ushindi wa kwanza mkubwa zaidi msimu huu baada ya kupata ushindi wa kishindo wa magoli sita kwa mawili dhidi ya wenyeji kama anavyosimulia Charles Mwebea. Uwanja wa Kaitaba unaosemekana kuwa mgumu kwa wageni hii leo umeshuhudia timu ya Kagera Sukari inayotumia uwanja huo ikienda mrama na kukubali kipigo cha mabao sita kwa mawili kutoka kwa wanajangwani Yanga ya Dar es Salaam. Kagera Sukari ndio ilikuwa ya kwanza kuandika bao katika dakika ya tano ya mchezo kupitia kwa mshambuliaji Mbaraka Yusuf, bao ambalo liliwafanya Yanga kuja juu na kuandika mabao matatu mfululizo katika kipindi cha kwanza kifungwa na Donald Ngoma, Simon Msuvu na Aubrey Chirwa. Kipindi cha pili Kagera Sugar alionekana kutaka kurekebisha makosa, na katika dakika ya hamsini ya mchezo Mbaraka Yusuf tena alijiandikia bao la pili, lakini bao hilo halikudumu sana, kwani Yanga walikuja juu wakitumia uwepesi wa wachezaji wake wa pembeni na kuandika mabao mengine matatu yaliyowekwa kimiani na Deus Kaseke, Aubrey Chirwa na Donald Ngoma. Mwisho wa mchezo huo, nilipata nafasi ya kuzungumza na kocha wa Yanga Hans van de Poel ambaye amesifia ubora wa uwanja wa Kaitaba, huku Meki Maxime, mbali na kuwapa pole wachezaji wake, amesema uchovu wa safari umechangia wao kupoteza mchezo huo kwa mabao mengi. Ndio tumecheza nao sote mbovu amecheza mechi mbili za nyuma, tumeangalia mechi zao, wamecheza wame wame vizuri, lakini katika mpira kuna matokeo matatu na matokeo ya kukutana leo inabidi ukubaliane nayo na. na sisi tunafurahi kwa matokeo tuliyopata. compare this this this pitch pitch pitch with with the i don't say that that because we want today but with the pitch in in dar dar es es salaam salaam this is is more soft and and and it it it goes faster this pitch is much better than in dar es salaam. Sisi tumecheza Jumanne, tumesafiri siku mbili, Jumatano na Alhamisi, tumefika hapa hapa Alhamisi, Ijumaa tumepumzika, jumamosi tumecheza mechi hii, na kule tumetoka kucheza mechi ngumu. Kwa hiyo sitaki kusema kuwa ndio sababu unaona, lakini kidogo inaweza ikawa ndio sababu. Na Yanga wangeweza kutufunga hata magoli zaidi ya hayo, sema tu wenyewe nao waliridhika. Lakini leo hatukuwa kwenye kiwango chetu, nafikiri uchovu umechangia. Kwa hiyo kikubwa tunajipanga kwa mechi ijayo. Charles Mubea, TBC Bukoba. Katika matokeo mengine, wanakuchere Ndanda FC wamekula mweleka wa magoli mawili kwa moja dhidi ya Mwadui katika dimba lao la Nyumbani la Nangwanda Sijaona mjini Mtwara. Wakatamiwa Mtibwa Shuga waki, waki, wakiwa katika uwanja wa Nyumbani wa Manungo Complex, wamebanwa mbavu na Stand United na kujikuta kitoka sare ya mabao matatu kwa matatu na wanalizombe Majimaji ya Songea wakilazimisha sare ya goli moja kwa moja dhidi ya wanajeshi wa Ruvu Shooting Stars kutoka Pwani katika dimba la majimaji mkoani Ruvuma. Kesho itachezwa michezo miwili ambapo Vinara ligi hiyo Simba watafana toto Africans katika nimba la Uhuru jijini Dar es Salaam katika mchezo ambao TBC itakutangazia moja kwa moja kupitia TBC Taifa, wakati Tanzania Prisons wakiwa kabili Mbao FC kwenye uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine pale mkoani Mbeya.